mjumbe baraza la ulama na naibu chief kadhi, Mheshimiwa mwenyekiti wa kamati hii ya maandalizi ya dua maalum, Mheshimiwa mwenyekiti wa halmashauri kuu Bakwata Taifa Khamis Said Mataka Mheshimiwa mashekhe wote wa wilaya, mwenyekiti wa vijana, katibu wa vijana, mwenyekiti wa jumuiya ya kinamama wakwata taifa, mwenyekiti ya jumuiya ya kinamama mkoa wa Dar es Salaam na kina mama wote iliohudhuria kwa ta ujumla wenu, Sheikh shekhe Alhadi Musa Salum, mwenyekiti wa jumuiya ya maridhiano Mheshimiwa Meya wa jiji letu la Dar es Salaam, Mheshimiwa kumbi la moto madisii wote wa wilaya zetu nyingine, Kigamboni, Ubungo, Kinondoni, kama tulivyotaja Ilala tuko sote hapa, vyombo vya habari, vyombo vya ulinzi, viongozi waandamizi wa baraza, itifaki imezingatiwa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wabarakatu. Nichukue nafasi hii kutoa taarifa kwenye vyombo vya habari kwamba kutakuwa na dua ya kuiombea nchi, amani, utulivu, lakini kumwombea Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mama Samia Suluhu Hassan na itafungamana na tukio kubwa la kuwaombea mashehe zetu waliotangulia mbele ya haki wakiongozwa na mufti wetu mufti wetu wa kwanza al-allama dihirir al sheikh sheikh Ahmed bin Juma bin Hamid al-Bukhari na sheikh Isa Shaabani Simba na mashehe bali bali wa mikoa wa wilaya wa kata maimamu walimu wa madaris na mashehe zetu walimu zetu waliotufundisha dini waliotangulia mbele ya haki na Waislamu ambao wamesimamia masala ya dini kwa namna moja au nyingine kwa nguvu zao kwa mali zao kwa fikra zao na kwa ilmu zao na hikma zao na wazazi wetu wote ambao watachanganyika katika kuombewa dua siku hiyo. dua itafanyika kunako tarehe nane yani kuanzia tarehe nana, nane mwezi huu yani mwezi wa tano mpaka tarehe kumi Mei mwaka 2025 kama mnavyoelewa kwamba tuliasisi dua hii ya kuombea mashekhe mamufti na wazee wetu, kama nilivyotangulia kusema mwanzoni na mwaka jana, na kwamba jambo hili tulilitangaza mwaka jana kuwa litakuwa endelevu. Tumelianzisha, lakini litakuwa jambo endelevu, na mwaka huu tunaliendeleza kwa utaratibu tule utaja juu hapo, na hii yote ni kuthamini kazi zao walizozifanya na juhudi walizozitoa katika kuunusuru na kuusimamia Uislamu lakini na kuisimamia nchi vile vile, kwani juhudi zao na dua zao walizokuwa wakizifanya zimesababisha kupatikana kwa amani na utulivu katika nchi yetu, jambo ambalo kwa sasa tumelirithi na tunaendelea nao. Mwenyezi Mungu waghufirie na warehemu. Nitumie nafasi hii kuendelea vile vile kumshukuru Dr. Hussein Ali Mwinyi kwa kutuunga mkono kwa kuwa na sisi siku ile. Mwenyezi Mungu naye amlinde na mhifadhi na amtengenezee kila ambalo analikusudia na muondoshe makero yake na ampe taufiki katika uongozi wake, mm -hmm. Yeye na familia yake na wasaidizi wake wote. Mwaka huu tumeandaa dua kama nilivyosema, ambayo itaanza tarehe nane mpaka tarehe kumi mwezi wa tano, yaani mwezi ujao ambayo itakuwa ni sawa na mwezi kumi na mwezi kumi na mbili Dhulqaada mwaka 1446 hijiria. Natarajia katika ufunguzi wa dua ambao utafanyika tarehe nane Mei, natarajia mgeni rasmi biidhnillahi taala kuwa atakuwa Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, Dkt. hussein ali mwinyi na siku ya kilele ambapo itakuwa tarehe kumi mwezi wa tano mwaka elfu mbili ishirini na tano tunatarajia mgeni rasmi atakuwa ni mama yetu kipenzi chetu rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan. Namwomba Mwenyezi Mungu taufiki tuweze kuifikia siku hiyo tukiwa wazima na tutawirishe nyumri zetu pamoja na afya kamili. Ya leo katika madhumuni ni kumwombea rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na rais wa Zanzibar kuiombea nchi kuliombea taifa amani, utulivu na maelewano, na Mwenyezi Mungu ajalie vile vile kipindi hiki cha uchaguzi ujao, uchaguzi mkuu wa mwaka huu utakaofanyika 2025 Mwenyezi Mungu aujaalie upite kwa salama na kwa amani na upite kwa khiri na baraka kuwaombea mamufti na mashekhe, viongozi mbalimbali na waumini wote ambao kwamba kwa utaratibu unaopitia kamati yetu tulionayo mbele hapa, ikiongozwa na dada yetu Mantumahiza pamoja na wenzake. Kuna vitu vingi ambavyo vitafanyika, mtakuja kueleza utaratibu na mtaviona katika ratiba. Mwenyezi Mungu atuwafikishe sote na ninawatakia kila la kheri wa kullu amin wa angu, kiti, wa wa antum bi khair alaykum wa antum bi khair wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wazee wangu mliopo hapa pamoja na mwenyekiti wa shughuli ambao umeitangaza hivi punde, kwa niaba ya wakuu wa wilaya wenzangu, kwa niaba ya mkuu wetu wa mkoa wa Dar es Salaam Mheshimiwa Albert John Chalamila, awali ya yote, naomba tumie nafasi hii kukushukuru na kukupongeza kwa kazi kubwa ambayo Mheshimiwa Mufti na Shehe Mkuu wa Tanzania umekuwa ukifanya kuombea dua nchi yetu, kumwombea rais wetu na kuombea viongozi wake wote na kuiombea serikali. Mafanikio makubwa ambayo kama serikali ameendelea kuipata, kama Mheshimiwa Rais Daktari Samia ame, ameendelea kuyapata, ni kwa sababu ya ninyi viongozi wa dini kuendelea kumwombea rais wetu lakini pia na viongozi wengine wote lakini pia tunaendelea kutumia nafasi hii kukushukuru Mufti wetu na Shehe Mkuu wa Tanzania. Amani ambayo tunaipata kama Tanzania inawawezesha wakulima, wafanyabiashara na watu wote kufanya shughuli zao vizuri, lakini inawezesha nchi yetu kuendelea kufanya shughuli zake za kisiasa kwa amani. Hivyo sisi kama serikali tutaendelea kushirikiana na tuko tayari kwa niaba ya mkuu wetu wa mkoa wa Dar es Salaam Mheshimiwa Albert John Chalamila kuhakikisha jukumu lote hili la dua kwa ajili ya serikali kwa ajili ya rais wetu wa jamhuri ya muungano wa Tanzania, lakini kwa ajili ya viongozi wetu na mashehe wote waliotutangulia inaweza kufanyika. Hivyo mimi pamoja na wakuu wa wilaya wenzangu, na kwa niaba ya mkuu wetu wa mkoa wa Dar es Salaam Mheshimiwa Albert John Chalamila, tuko tayari kutoa ushirikiano wa kutosha kuhakikisha dua hii inaendelea kufanyika vizuri ili mkoa wetu wa Dar es Salaam ambao na watu wengi kuliko mikoa yote inafanya biashara wengi na pia ndio yenye mapato makubwa kuliko mkoa mwingine wote, inaendelea kuwa na amani na nchi yetu inaendelea kuwa na amani na viongozi wetu wanaendelea kuwa na amani. Hivyo na sisi tuna wajibu kuhakikisha tunasaidia na kusapoti zoezi hili. Hivyo kwa niaba ya wenzangu, tunakushukuru kwa zoezi hili ambao unaenda kulifanya la dua kwa ajili ya viongozi wetu, na tuko tayari kuendelea kushirikiana. Asante, asalamu alaykum.

mhamd waasawasalam Allahumma sahidanamima anajinaa mimanaha ifaoliaaa wasina akibatana ilumuri kulea kwaajili namzuni. a aaa Mwenyezi Mungu tunakuomba kwa utukufu wako na kwa jaha yako Mtume yetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ufanye wepesi hili jambo linaokusuria lifanikiwe lilete tija na dua zikubaliwe na mambo yaende vizuri na uchaguzi uende vizuri na viongozi wetu wa usalama na mambo yaende kama tunavyokusudia kwa, kwa baraka yako na kwa uwezo wako na kwa baraka za Mtume wako Muhammad wa sallallahu alaihi wasallam na wote ambao mwenyewe umewatukuza na kuwaweka mbele kwa ajili ya kulitukuza neno lako la ilaha illa Allah Muhammad rasulullah kwa kuomba Mwenyezi Mungu tukubalie na jambo letu iliyo lifanye kama tunavyokusudia bila taufiki. Salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.